Hadithi: harusi ya siri ya Baba Juma. Katika mtaa wa Manzese aliishi baba mmoja mashuhuri kwa vituko, aliitwa Baba Juma. Alikuwa fundi seremala mcheshi, lakini pia mtu wa mipango isiyoeleweka. Mke wake, Mama Juma, na watoto wao watatu walimpinda sana, licha ya ubabaishaji wake. Siku moja, majirani waliona Baba Juma amevaa suti mpya na manukato gali Akiondoka nyumbani akiwa ameficha bahasha kubwa chini ya shati, Mama Juma alishikwa na shaka kubwa. Mama Juma alimuita jirani yake Mama Pendo: "Eh bibi, hebu njoo uone mume wangu, kila siku ana vituko. Leo anaonekana kama anataka kwenda kwenye harusi, lakini hajaniambia chochote." Mama Pendo alicheka akasema, "Huyo wako lazima ana siri kubwa, wanaume wa hivi lazima wawahi kufuatwa." Waliamua kumpeleleza kwa siri. Baba Juma alienda moja kwa moja kwenye ukumbi mdogo wa kijiji. Ndani kulikuwa na mapambo ya harusi, muziki watarab, wa tarab na kundi la watu wachache wakipanga viti. Akaketi pembeni, akatoa bahasha yake na kuanza kuhesabu hela. Mwenyekiti wa kamati ya sherehe, Mzee Rashid alimsogelea. Baba Juma, kila kitu kiko tayari? Bibi harusi anauliza kama umetayarisha pete. Baba Juma akatabasamu kwa ujanja. Kila kitu kiko sawa, ila kumbuka, harusi hii ni asiri. Sitaki mama watoto wajue. Wakati huo huo, Mama Juma na Mama Pendo waliwasili taratibu, wakijificha nyuma ya gari lililopaki. Waliona Baba Juma akipokea pete kutoka kwa kijana mdogo. Mama Pendo alishikwa kichwa. Wewe, huyo mmeo anataka kuoa tena kimya kimya? Mama Juma alikosa kuvumilia, akaingia ukumbini ghafla. Jamani, hapa kuna nini? Baba Juma, unafanya harusi ya siri? Wageni wote waligeuka, muziki ukanyamaza. Baba Juma akashikwa na aibu kubwa. Baba Juma alisimama, akakohoa kwa aibu. Sikilizeni basi, si harusi ya kweli hii. Nilikuwa napanga sherehe ndogo ya kusherekea miaka ishirini ya ndoa yetu mama watoto. Nilitaka nikushangaze kwa pete mpya. Watu wote wakakeka kwa furaha, ila Mama Juma bado alimsikiliza kwa macho ya tahadhari. Baba Juma, kama ni kweli, mbona ukuniambia mapema? Baba Juma akasema, nilitaka iwe zawadi ya moyo, lakini nikaona siri imekuwa kama drama. Sherehe ikaendelea, muziki ukarudi, watu wakacheza. Mama Juma akakubali pete mpya kwa aibu kidogo, lakini kwa furaha moyoni. Baba Juma akasema kwa sauti kubwa, siri nyingine sitaki tena, nitaongea mapema kabla sijakimbia. Mtaa wote wakacheka na sherehe ya miaka ya ndoa ikageuka kwa tukio la kuchekesha na la kukumbukwa. Mara nyingine mipango ya upendo inaweza kuonekana kama roho mbaya ikiwa husemwi mapema. Ukihifadhi siri kubwa, jiandae kwa fedheha.